E, bwana mambo vipi? Hopo kupoa sana tu. Sasa leo hii nakusogeza story ya jamaa mmoja hivi ambaye hana uwezo kabisa wa kumfurahisha mke wake katika tendo na inampelekea kukosa watoto. Sasa wanadoa hawa wanaona wajaribu kuweza kumwajiri roboti, lakini mwisho wake penzi la roboti linaondoa kabisa uhai wa baba mjengo. Mimi ni Queen of Recap always enjoy the the game while I remember the name. home zigo unaenda kwa jina la TIM, mwaka 2023. 22 20, 20. Twende pamoja. Mzigo unaanzia kwa Abi na Pau. Hawa ni wanandoa ambao walikuwa wamehamia katika makazi yao mapya. Walikuwa wamevutiwa sana na aina ya nyumba kwa sababu ilikuwa ni ya usasa zaidi, yaani mambo ambayo ilikuwa inafanyika katika nyumba hiyo ilikuwa inatumia sana system za AI. Wenyeji wao waliweza kuwatembeza kila kona ya nyumba na kilichowapagawisha zaidi ilikuwa ni ile master bedroom pamoja na bathroom ambayo ilikuwa imerembwa na dirisha kubwa sana la vioo hata hivyo, waliambiwa kwamba chumba kimoja bado hakijafunguliwa kwa sababu system yake haijakaa vizuri, lakini ataletewa mtu ambaye ataweza kufungua chumba hicho siku moja. Waliambiwa bado kina marekebisho. Paul akafungua maboksi yote na kuanza kupanga vitu huku Abi akiweka picha yao ya ndoa mezani, maana ndiyo kumbukumbu yao kubwa ambayo wako nayo. Kisha wakapata wasaa wa kutazama vyema mazingira eneo hilo. Baadaye usiku wanandoa wako zao nje, wanaotazama moto huko wakipiga story mbili tatu kupitia ming'ao ya nyota angani. Walihisi pale watakuwa na furaha na watakuwa na amani sana. Sasa kumekuja Asubuhi, Abi amewasili kazini na alikuwa anafanya kazi katika kitengo fulani cha kutengeneza maroboti. Yani, ilikuwa ndio ajira yake ya ya kwanza kwanza ameajiriwa hapo. Ndio maana ikabidi ahame kutoka alipokuwa mpaka eneo lile pale. Alipoingia anakutana na sura ya bosi wake kwenye TV ambaye alisogea alipo na na kumgusia kuhusu maendeleo mapya. Kwa kuwa ni siku yake ya kwanza, alimpeleka katika katika kitengo ambacho atakuwa anafanyia kazi. Kisha akawaalika wafanyakazi na familia zao katika pati ambayo itafanyika nyumbani kwake. Lakini pia aliwasilisha zawadi fulani kwa kila mfanyakazi, yani nyumbani kwa

technological movement na kazi kubwa ni kufanya kazi zote za kuhakikisha ulinzi wa nyumba yao pia.

Popi aliweza kuzambulika kwa niaba ya Abi. Bosi alielezea uwezo wa maroboti hao katika kutunza kumbukumbu, kukaa na chaji kwa muda mrefu na hata ubora na ufanisi katika matumizi ya teknolojia. Roboti ya danganyi na na kabla hajakiri basi unaweza kumzima kwanza. Wamerudi nyumbani kwa furaha sana, wanamkuta Tim na wao walikuwa wanataka kuwa peke yao tu katika eneo lile, kwa sababu walikuwa wanataka kuutumia usiku ule vizuri sana ili waweze kufanya juu chini, waweze kujaribu kupata mtoto lakini lakini ghafla wanaingiliwa na na Tim pale ndani. Alipotazama aligundua wote wana wana hofu na jambo fulani hivi, lakini wana passion ya kupata kitu kikubwa sana. Hivyo aliuliza kama watahitaji msaada wowote kutoka kwake. Abi alichukulia kama masihara hivi. Yaani alijua ni mtu ambaye anakontroliwa na system tu. Asubuhi jirani mpya Rose amegonga mlango na kujikuta anajitambulisha kwa Abi na kumpatia kikapu cha vitafunwa huku akidai kwamba yeye ni jirani wa pale na ameamua kumtengenezea vitafunwa kwa ajili ya familia. Kwa hiyo anamkaribisha kama jirani mwema. Anarudi ndani, Steam anamuuliza kuhusiana na password ya kompyuta na kile kitu kilikuwa kigumu sana kwa Paul. Yaani Paul hakuwa tayari kabisa kwa kompyuta yake iweze kupekuliwa kuanzia meseji zake na vitu vyake, lakini Abi alimkumbusha kuwa wanapaswa kufanya hivyo kwa ajili ya usalama wao wote wawili. Tim alitoa wazo lake kwa wanandoa na walilikubali kulifanyia kazi. Usiku baada ya kazi mke na mume wako zao wanatazama movie maana ni the story kwao. Abi ameamua kumuita TIM pia ili mradi aweze kuungana nao eneo lile. Paul alipitiwa na usingizi lakini roboti ilitazama movie mpaka inaisha. Ikafanya mawazo na akili yake atawale upendo na huruma kwa wakati ule. Baada ya hapo aliomba Abi amuelezee nini maana ya upendo. Na Abi alimwambia kwamba upendo ni kuchagua mtu ambaye atakuwa karibu yako kila siku na atafanya maisha yako kuwa bora zaidi. Baada ya kuambiwa vile basi roboti naye pia akakiri kwamba anatamani sana apendwe pia. Mm, hii ni kasheshe sasa. Asubuhi, Paul anakurupuka kumwandalia chai mke wake lakini anagundua kwamba TIM alishaandaa kila kitu. Abi alipofika pale, TIM alimwambia kwamba ameshaandaa kila kinachohitajika. Kwa hiyo Paul hana chochote cha kufanya siku hiyo. Usiku, Abi amerudi zake nyumbani baada ya kugundua simu ya mumewe haipatikani kwa muda mrefu na sio kawaida yake kabisa. Alipouliza, roboti alimwambia kwamba inavyoonyesha Paul yuko mbali ni sawa na umbali wa mita 300 kutoka pale walipo. Abi ametoka kufanya mazoezi ndio anagundua kwamba mita hizo 300 kutoka pale ambapo wapo ni nyumbani kwa Rose. Amerudi amefika kwa anakuja po. Pole akamuulizia kuhusu siku siku yake yake jinsi jinsi jinsi ilivyoenda na na na gani gani. Rose ilikuwa tayari kusaidia katika jambo lao, alimwomba mke wake asiwe na wivu kabisa kwa ya inifuata, kwa kwa sababu yeye peke yake ndio ambaye anapendwa pale. Siku iliyofuata kliniki ya ya uzazi wa mpango kwa lengo la kuomba ushuhudi na kutazama jinsi gani wao wanaweza kuwa wazazi. Usiku sasa wanajiandaa kwenda zao mgahawani, Abi anamwomba Stima aweze kumchagulia nguo nzuri ya kuvaa. Alimwambia akivaa nyekundu anapendeza sana, lakini wakati anamfunga zipu, gauni lilitatuka kwa bahati mbaya. Stima alipanic na kuona kama vile ameharibu kila kitu. Baada ya pale Abi amefika mgawani lakini alivalia nguo nyeusi na sio tena nyekundu. Amefika pale wakawa na maongezi na Paul alimwambia kwamba amepata kazi London. Abi hakufurahishwa kabisa na ile taarifa kwa sababu aliona ni kikwazo katika maisha yake kwa maana alikuwa ameyapa mahusiano hayo nafasi ya pili. Sasa umbali wao unaweza ukaharibu kila kitu. Paul akamwambia kwamba yeye hataki kabisa kuwa mzigo, lakini Abi alitamani watatue changamoto hizo akiwa pamoja. Abi amerudi na zawadi siku inayofuata, ila anastaajabu kumwona Rose akiwa bustanini na mume wake. Ukaribu wa hafla wa Rose pamoja na Paul walifanya Abi awe na wivu sana. Paul ameiona zawadi na alifurahi sana sababu ilikuwa ni sweta. Abi yuko zake. Sabline analalamika na lalamika, ana kazi nyingi za kufanya, kwa hiyo hawezi kabisa kujibu simu za nyumbani. Badala yake simu akapokea simu kwa niaba yake. Abi alishangaa sana kuona Tim anaongea kama yeye yaani alistaajabu maana hakujua kama ana uwezo kuongea namna ile. Alidua sana japokuwa Tim alimtoa hofu na kumwambia kwamba yote hayo ni kwa ajili ya usalama wao zaidi. Jioni, Paul anamwambia mke wake kwamba hajaliona sweta lake jipya ambalo ameweza kumletea na Tim hayuko kabisa nyumbani toka asubuhi. Amerudi, Tim aliomba radhi kwa kuondoka bila taarifa na aliahidi kwamba atakuwa makini na vitu vya ndani, yaani hata ruhusu tena viweze kupotea. Alipoingia ndani alitumia muda mwingi sana kutazama picha ya harusi ya Abi pamoja na Paul kana kwamba kuna kitu fulani hivi akilini mwake kilikuwa kinaendelea kujisuka. Kazini, Abi amefanikiwa kuunda project bora sana ambayo bosi wake pia alifurahia kuliko maelezo. Baada ya kazi, ameamua kupitia dukani. Anakutana na Rose na aliomba waweze kutoka pamoja, yani kuenda matembezi kidogo. Wakiwa njiani, wanaona cheni nzuri sana. Moja ilikuwa ni ya diamond na ya pili ilikuwa na umbo fulani vile ua ambalo Abi alilipenda sana kupita maelezo. Kisha wanakuja poko kumchukua mke wake na kumuelezea kuwa tayari ameshapata kazi pale pale na hataenda London tena, kwa hiyo alifurahi sana kusikia vile. Walipo nyumbani walifurahia sana pamoja kama wanandoa. Pande wa pili, Tim alibadilishwa mkono wake maana ulikuwa na hitilafu kidogo tu. Lakini bila kujua kuwa licha ya kuwa yuko katika eneo la matengenezo na ni mbali kabisa na nyumbani bado alikuwa akijua kila kilichokuwa kinaendelea katika nyumba ile. Alimsikia Paul akizungumza na Abi kumuhusu yeye kwamba hamuamini na wala hayuko comfortable akiwepo pale. Tim amerudi nyumbani, anamwambia Abi kwamba amejifunza kufanya massage vizuri sana. Akiwa pale, anaingia Paul na anashuhudia tukio lile. Kisha anasogea kwenye piano na kuanza kupiga wimbo ambao Abi alikuwa anaupenda kupita maelezo, kwa kiorodhesha siku ambazo walizokuwa wakiishi pamoja kwa upendo na furaha. Japokuwa Abi alishangaa sana, maana alisahau kama hizo tarehe aliwahi kutoka yeye. Alishangaa kidogo kuona Tim anajua kila kitu ambacho kinahusiana na maisha yao, kwa sababu ilikuwa ni muda mrefu sana. Kwa sira akaenda zake chumbani na kumpuuza mume wake kwa kuwa alichelewa pia kurudi nyumbani. Kwa mtazamo wa rakaraka sasa hapa ni kama huyu roboti tayari ameshaanza ku fall in love na bosi wake. Mhm, haya sawa. Kesho yake Abi ameweza kurudi zake na furushi la maua nyumbani. Tim alimpokea na kumwambia kwamba Paul ametoka kwenda kumuona Rose. Paul anarudi anakutana na Abi akiwa amefura sana, na alimshangaa sana, na alimwambia kwamba ameambiwa alikuwa kwa Rose, na alimwambia kuwa hakuwa kabisa na mpango wa kutembelea Rose siku ya leo. Paul alimwambia kwamba roboti ana mpango wa kugombanisha lakini katika kabati ndani yake palikuwa na ile cheni ambayo aliona kule mtaani na aliipenda sana. Kwa hiyo aliamini ni surprise ambayo Paul ameweza kumwandalia. Wakati huo, Paul yuko zake jikoni aliona mambo kama hayako sawa hivi. Kwa hiyo akazamisha mkono wake katika sinki la jikoni na kukuta kipisi cha sweta ambalo aliweza kuzawadiwa na mke wake. Alijawa mashaka sana. Kwa hiyo ilibidi aweze kwenda kukagua zile CCTV cameras za mule ndani kuweza kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea mule ndani. Jamaa haamini kabisa anachokiona pale. Yaani, aliona ni dharau kupita maelezo. Yaani, yule roboti yuko ndani kwake na ananusa nguo za mke wake. Hakupenda kabisa kitu ambacho roboti yule alikuwa nakifanya. Kwa hiyo aliamua kupiga picha, ili mradi mkewe aweze kujua tabia halisi ya yule roboti na kujua kwamba wako hatarini. anatoka kukutana na Steam. Kwa hasira akili yake iliwaza kumuelezea Abi kila kitu, amepanda kwenye gari, lakini breke hazisomi vizuri. Yani, Steam alikuwa anaikontrol gari lile. Nia yake ilikuwa ni kumaliza kabisa Paul. Akiwa njiani anapata ajali mbaya sana. Abi anawahi hospitalini baada ya kupata taarifa za ajali. Paul alimwambia kila kitu kumhusu Tim na alimwomba mke wake aweze kuondoa kabisa ukaribu aliokuwa nao na yule roboti, maana ni hatari sana kwao. Asubuhi Rose amekuja kuulizia hali ya Paul lakini anakutana na Tim na alimkaribisha mpaka ndani. Baadaye Abi amerudi nyumbani kufuata mahitaji kadhaa kwa ajili ya Paul. Njiani alikutana na Rose aliyeweza kumzuia pale kwa kutaka kufahamu hali halisi ya Paul. Lakini Abi alijawa sana na uivu alipoona kile kidani ambacho kilikuwa ndani kwake amekivaa Rose. Kwa hiyo aliondoka pasi na maelezo kabisa. Amefika nyumbani amepekua kifurushi anagundua kwamba hakuna kidani ndani yake. Abi alilia sana na Tim alimwambia kwamba anataka kufanya maandalizi ya kumkaribisha Paul lakini kabla alitaka kwanza amuonye, asije akachukia kwa kile kitu ambacho anaenda kumuonyesha. Tim alimuonyesha video ambayo ndani yake ilimuonyesha Paul akimbusu Rose tena alistopisha katika kipande ambacho aliamini kabisa ataboreka sana. Abi alikataa kabisa kumtembelea mume wake hospitalini na hata hakutaka kuongea naye kupitia simu wala barua pepe. Baada ya siku kadhaa hapo ameweza kurudi nyumbani lakini anakutana na Steam huko sweta na begi lake likiwa mlangoni, na alimwambia kwamba Abi amekataa kabisa kuonana naye. Yaani msela anatimuliwa kwa kuwa kwanza ni jobless halafu shughuli haitiki, maana mtoto hana hata wa kusigiziwa pale ndani. Po hakuamini kabisa, yani mpaka pale ambapo Abi mwenyewe alikuja kuthibitisha kwamba simu kutoka kwa Rose na alimwambia kuwa roboti alimbusu siku ile. Hivi ikafanya Abi na amuombe aweze kumsikiliza kwa sababu ana ushahidi juu ya tukio ambalo yeye alikuwa analizungumzia, yani tukio ambalo liweza kumtimulisha nyumbani pale. Bila kujua kumbe Steam ndiye ambaye aliweza kupokea simu na alijibu kwa niaba ya Abi, yani alizungumza kwa sauti ya Abi. Po amerudi nyumbani lakini anashambuliwa na Steam. Alimburuza na kumfungia juu kabisa kule maliwato. Anakuja Rose haelewi kabisa maana alisikia kelele fulani hivi, lakini Steam anamtoa hofu kumwambia kwamba vyombo tu viliweza kuvurugika na kukosa umakini yeye mwenyewe. Roboti amefunga mlango amerudi msalani kuendelea na kumsulubisha kabisa Po. Baadaye kamletea Abi gauni jekundu na kutaka ajaribu kulivaa maana alivutiwa naye kupita kiasi. Ile surprise ilimstua sana Abi lakini alikubali kulivaa gauni lile na kutoka nje kutazama jua jinsi gani linavyozama. Simu alimkumbatia akidai kuwa amefanya maamuzi sahihi kabisa kuweza kumfukuza Po nyumbani pale. Na alimwandalia mlo wa usiku na kukidhi upendo wake juu yake. Lakini Abi aliona ni masihara tu na kusema kwamba hayuko tayari kwa sasa. Walitumia wakati mwingi sana kutazama nyota na kupiga story mbali mbali. Asubuhi Rose amekutana na Abi na kuongea naye kuhusu jambo fulani hivi, lakini kwa kuwa alikuwa na wivu na hasira naye, akajikuta anauliza cheni aliyoivaa. Rose alimwambia kwamba hajui chochote. Yeye mwenyewe aliambiwa kwamba imetoka kwake. Abi amerudi nyumbani anatazama tena video, kwenye ile picha ndio anagundua kuna jambo haliko sawa kabisa. Yaani kulikuwa kuna kikapu fulani hivi cha maua ambacho yeye kwa jinsi anavyokiangalia ni kama vile kimebadilishwa, sio kile ambacho yeye aliweza kukinunua. Alikumbuka maneno ya bosi kwamba hao maroboti kuna namna unaweza kumtazama ukajua kabisa huyu ana jambo tofauti, yaani anadanganya hali hii ikafanya anze kuwa mpekuzi. Alianza kulinganisha pointi, alitazama michoro ya bustani na ilionyesha zipo bustani mbili tu, lakini nje aliona bustani tatu. Kutokana na hofu aliyokuwa nayo Abi, ilifanya stimu adate kwanza kidogo. Haraka sana ameshuka na koleo lake mpaka bustanini na kuanza kufukua, anakuta nguo ya mume wake, na hapo ndipo anagundua kwamba mume wake aliweza kufukiwa katika eneo lile. Anastuliwa na sauti ya roboti ikimwambia, una bahati sana, umepata mwili wake na aliweka wazi kwamba yeye ndo alifanya hivyo kwa ajili yake. Anataka awe pamoja naye kwa sababu anataka kuwa tayari kupendwa na sababu hayuko tayari kufanya yeye awe mpweke kiasi hicho. Aliongea kwa sauti mbalimbali, hali iliyopelekea Abi kuweza kukimbilia ndani. Amekuja kupiga simu lakini anaharibia moment ile na Steam. Alimpiga na simu kichwani na kumzimisha. Anazinduka yuko maliwato. Akajitahidi sana kujikwamua lakini Steam alimfuatilia mpaka anapoenda. Abi akaona avunje kamera zote ambazo ziko pale lakini bado roboti alimtrack na kumfuata mpaka jikoni. Abi alijaribu kutokea dirishani lakini, wakati huo, Rose alikuwa anaosha zake vyombo. Anamuona Abi akiwa anahangaika sana kuweza kujiokoa katika nyumba yake yeye mwenyewe. Mara anamuona Steam amekuja na kumbananisha sehemu moja na kumuelezea jinsi gani ambavyo anampenda na anatamani kuwa naye. Alitaka kutengeneza memory nzuri sana mpaka pale ambapo atakuwa tayari kujibu, basi ataweza kuacha kumtesa. Rose amekuja amegonga mlango, anafunguliwa na Steam. Alimwambia kwamba kuna kitu kiko sawa ina ulile na anataka kuonana na Abi, lakini Steam alimzuia kabisa. Wakati huo Abi ameweza kujiokoa na kujilinda mwenyewe, lakini anashindwa kabisa kumshinda Tim alimwinua juu zaidi mpaka pale ambapo Rose aliweza kuja kwa spidi kubwa sana ya na gari yake na kupasua kioo cha nyumba, kisha kateremka kwenda kumsaidia Abi, lakini anaishia kudhibitiwa na Tim. Abi haraka sana anamkimbilia Rose, lakini Tim anamalizia kabisa uhai wake, yaani kwa kisu ambacho kilikuwa kipo pale maeneo ya jikoni. Stim alielezia kuwa Abi atajutia kila kosa ambalo ameweza kulifanya. Yaani atalipa kwa kifo cha mume wake Paul na jirani yao Rose sababu amekufa kwa sababu ya ubishi wake. Aliwapigia simu polisi kwa kutumia sauti ya Abi na kukiri kwamba yeye ndio ambaye amehusika na mauaji. Abi alijaribu sana kumzugia Stim lakini alimwambia hawezi tena kumwamini. Hivyo alikuwa tayari kumtupa kutoka gorofani. Huko akidai kwamba anapoteza kila kitu, yaani ushahidi wote kumhusu yeye. Abi kwa woga akajikuta anakubali kuwa anampenda wa tofauti kidogo na kujikuta nazuia tukio lile, lakini alimwashilia bangili maalum iliyomjuza kwamba ni mjamzito. Sasa kasheshe iko hapo, haijulikani mimba ni ya nani. Je, ni mimba ya Po au ni mimba ya Steam? Mimi sina la ziada. Hii ni Dani Mobile Cup, ni Queen of Africa. Till next time, chao.